Bahati ya kuja hapa tarehe nne ya mwezi huu kwa ajili ya uzinduzi wa kampeni za Mheshimiwa diwani ndugu yetu Godson. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye ule mkutano tulioufanya pale chini karibu na hospitali yetu ya wilaya, mimi nilidhani Godson amebatisha, amebeti metiki. Sasa leo nilikuwa biaramo Nikasema nakimbia kwenda tena kwa Godson nione ule mkutana alibahatisha au anamaanisha. Ndugu <tipa> mwenyekiti, naomba kukiri mbele yako kwamba mambo ya Nshambya yanaendana na hadhi ya Godson. Tupige makofi ya kutosha, Mheshimiwa Diwani, ndugu yangu Mheshimiwa Diwani, hongera sana. Sifa tunazokupa unastahiki, wala si kwamba tunakupendelea. Mambo ya Nshambya ya kweli ni ya kina. Pigieni makofi kingi Rumanyika yeah. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ya kwangu machache ya kwangu ni machache. Ndugu mwenyekiti, kwanza ni kuendelea kukupongeza wewe na kamati ya siasa pamoja na sekretariati kwa kuendelea kuratibu vizuri mikutano yetu ndani ya jimbo hili la Bukoba mjini. Ni ukweli usiopingika kwamba wakati ule tunazindua kila mtu alikuwa na mashaka ndugu mwenyekiti, lakini chini ya usimamizi wako na viongozi wenzako wa wilaya sambamba na mgombea wetu wa ubunge kazi ndani ya manispaa hii ya Bukoba imeendelea kuwa mubashara muba kabisa. Naomba tujipige makofi ya kutosha. Ndugu mwenyekiti, maneno mengi yalishazungumzwa hapa jukwani. Mimi nakoleza tu, naongeza tu msisitizo kidogo kwenye baadhi ya maeneo. leo tulikuwa tunamsikia mgombea wetu wa urais kupitia chama cha mapinduzi na Hassan, yeah, akiwa pale Mukombe, yeah. Lakini tumemsikia akiwa Simiu, yeah. Tumemsikia akiwa Shinyanga na maeneo mengine yeah. Akiendelea kusisitiza amani kuelekea kwenye uchaguzi, wangapi wanasema, na sisi tumemsikia. Ndugu <coughs> mwenyekiti, jambo lolote la hi likitaka kutokea huwa linaanzia mjini. Usitegemee kwamba kuna mimi ndugu mwenyekiti, nataka nikuhakishie kwamba wito wa daktari Samia Suluhu Hassan na uzuri katika hili, dokta Samia akisema anawasema vijana, anasema vijana, lindeni amani ya nchi yenu ili muhakikishe wadogo zenu wana wanaosoma Bukoba Sekondari, wanaosoma maeneo tofauti tofauti, waje kulithi taifa lenye heshima, taifa lenye amani na utulivu yeah. Ndugu mwenyekiti, tukuhakikishie kupitia mkutano huu mbele ya wakazi hawa wa Nshambya kwamba sisi vijana wa mkoa wa Kagera ambao tunawaongoza sisi, mimi nikiwa mwenyekiti wao, hatutakuwa kushawishiwa, au kwa namna yoyote kukubali kuvunja amani ya taifa letu. Ndugu mwenyekiti, tukuhakikishie kwamba tarehe 29 vijana hawa unawaona, tutakuwa wa kwanza mstari wa mbele kwenda kuhakikisha kabla ya saa nne asubuhi kura zote kwa Mtasingwa, kura zote kwa Godson, Samia Suluhu Hassan. Piga makofi mengi kwa Dokta Samia Suluhu Hassan. Na ndugu mwenyekiti, tunataka tutume salamu kwa vijana wengine wa maeneo mengine nje ya mkoa wetu wa Kagera. Tunataka tuambie kwamba wakati mkoa wetu unapambana kuhakikisha tunaongoza kwenye kura za Dokta Samia, na sisi ndani ya mkoa wa Kagera vijana tutapambana kuhakikisha tunakuwa wa kwanza tutakaolinda amani ili tarehe ishirini na tisa hata sisimizi asihisi vishindo vyovyote vya vurugu vya uvunjifu wa amani ndani ya mkoa wetu wa Kagera. Mheshimiwa Mwenyekiti, sera za chama chetu, ilani ya chama chetu imekwisha na diwa vizuri na mgombea wetu wa ubunge na wagombea wa udiwani. Mimi nilitaka niseme maneno machache yanayohusiana na kuitikia wito wa mgombea wetu wa urais, ya kuitikia wito wa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyekiti, kwa kumalizia, Waswahili wanasema chuki ni ugonjwa mbaya sana. Chuki huipeleka akili ya mwenye akili likizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtu mwenye chuki hasikii mtu mwenye chuki haoni, mtu mwenye chuki haisi. Mimi nikuhakikishie ndugu yetu Mtasingwa, tarehe 29 jimbo hili ni la kwako. Haya. Ndugu Mwenyekiti baada ya kuyasema hayo nikushukuru sana katibu wetu wa chama na ndugu mwenyekiti labda kwa taarifa njema naamini ulishaipata kupitia viongozi wetu wa Kashai jana tulikuwa pale Kashai kwa Kambuga. Alikuwa na wagombea wa udiwani wawili kutoka kwenye vyama hivi vingine yuko mgombea mmoja anayetoka kwenye chama cha ubwangwa na maharage cha umma jana ametangaza rasmi kujiunga na CCM na ameachia masuala yote, akasema atatembea nyumba kwa nyumba kuhakikisha anatafuta kura za chama cha mapinduzi. Kwa ndugu mwenyekiti, mafanikio ndani ya wilaya yako ni makubwa na tutashuhudia ushindi wa kimbunga inapofika tarehe 29 ya Oktoba. Mungu wa mbinguni abariki sana Dr. Samia.